Narok Patrick Ntutu amepuuzilia mbali watu wanaosema kuwa Rais William Ruto atakuwa rais wa muhula mmoja, akisisitiza kuwa rais atashinda muhula wa pili kwa urahisi kutokana na rekodi yake bora ya maendeleo. Akizungumza katika eneo bunge la Narok Kusini, Ole Ntutu amewasuta viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa kwa kukosa ajenda za kueneza porojo kwa Wakenya. Tunasema nini? Ebu tingisha, ebu tingisha tuone kidogo, kidogo, kidogo, tingisha, tingisha kidogo, tingisha, kidogo. Very good. Unasikia hawa wanasema wako na chama yao ambayo inaitwa one term. Hiyo ni yao. Sisi sisi, hapa sana sana kaunti ya Narok, tunasema ni ni two term kwa president wetu. Yeah. Ukiona mtu mtu anasema one term, ujue hiyo ni mtu ya Gachagua na laini yake. Hii ya William Ruto na mimi ni laini yetu ya tuta. Si dunia namna na tukaane ni tu nisembe hivi. Election juicy tumefanya pale Uganda. Si Museve, Museve, ni kweli ama si kweli? Si Museveni alichaguliwa hata s anaenda sasa mara 20. Hii ishii hii Mama Suluhu si alichaguliwa juicy hata hii yetu. Hii ni mtindo ya East Africa, ya kwamba watu wanaenda hata hii ya William next year anaenda tu basi. Hii story nyingine, vijana nao wapige porojo yao, kwa sababu porojo yao ni Nairobi na hiyo town nyingine kidogo. Na mimi naomba sana vijana wetu, msikubali mtumiwe na watu ambayo hawafanyi kazi, hawajui watoto wanatakikana wapea basari, hawajui kuna, tunataka barabara, hawana plan, hawana manifesto. Wananchi, nyinyi mnataka watu ya porojo? Tunataka kazi ifanyiwe. Ni kweli ama si ukweli?